Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shindaneni katika kuweza kuhakikisha tumeitumikia dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ndugu zangu, mama zangu wa Alhuda wa al na Waislamu wote wenye kupenda kushiriki mambo ya khairi. Dunia hii tuliokuwa nayo, hawa ndugu zetu ambao wanaelekea kaburini, leo unasikia fulani amefariki, mwingine yuko hospitali, na wao walikuwa na muda kama wa mimi pamoja na wewe. Lakini muda wetu kama tutautumia vizuri, tunaweza tukawa tumejitengenezea amali zilizokuwa njema. Amali hizi ndo zitakuwa ni nuru taa katika kaburi letu. Amali hizi ndo zitakuwa makuzi mema katika watoto zetu. Amali hizi ndo zitakuwa ni mema na ulinzi katika biashara zetu. Ni kualike siku ya Jumaa mosi ambayo itakuwa ni samdia tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025 Alhuda, tunakwenda kutazama msikiti uliosaulika kabisa unaopatikana hapa hapa Bujumbura. Tiketi yake ni hela ndogo sana, kwa kutokea hapa Kinama mpaka kufika hapo msikitini ni elfu moja tu, elfu moja tu, ambao mia tano itakupeleka kwa gari, mia tano itakurudisha kwa gari. Elfu moja tu, na wewe unyanyuliwe ufike kuona msikiti uliosaulika hapa hapa Bujumbura. Kwa watu wa Buyezi pia ni elfu moja yako tu. Tiketi ya mia tano itakufikisha, tiketi ya mia tano itakurudisha. Kwa kila mmoja wetu unayepatikana Buyenzi, gari itapatikana Buyenzi, barabara kumi na mbili namba hamsini. Hapo ndo kina mama wa Alhuda na Waislamu wote ambao wanatamani kutengeneza nuru za kaburi yao Tukutania hapo huku, umevaa mavazi yako ya stara ya noire kwa wakinamama, wanamume pia, kwa ngambo ya Kinama, Jibitoki, Buterere na sehemu zingine zote, kwa ngambo zetu huko, hasa kina mama na nyinyi pia, mnavaa noire nguo zenu za stara. Tunakutania hapa, hapo ofisini hapa kwetu Bukirasazi Kinama, barabara ya pili namba 75. Niwaombeeni sana ndugu zangu, haya tunaoyafanya, hata kama uko nje ya Burundi pengine huna muda wa kushiriki, lakini msikiti huu kama unavyouona, huyo ndio utakuja kututetea yaumulqiyama. Ameyathibitisha haya maneno haya, kipenzi wa umma, atakayeujenga msikiti, nyumba ya Mungu duniani, Allah tabaraka wataala naye atatujengia nyumba katika pepo ya Mungu. Njoo sasa tushiriki kwa pamoja, ili twende tukajengiwe na sisi nyumba huko peponi. Miguu yako, nguvu zako Wasambazi wengine video klipu hii, tuungane kwa pamoja wana Alhuda, wallahi, usikae nyumbani, mama zangu, usikae nyumbani. Hii dunia si mali yetu, ivyenu ipo <mimitipo> vyema kuitumikia dini. Alhuda, mwongozo wa jamii.